Kamati ya amani Mkoa wa Mwanza. Sisi kamati ya amani ya mkoa wa Mwanza kwa kushirikiana na viongozi wa serikali, viongozi wa dini zote, wa Kristo na Waislamu, tunaungana kwa sauti moja kutoa ahadi na rai kwa serikali na wananchi wote wa Tanzania kwamba tutaendelea kuhamasisha wananchi wa mkoa wa Mwanza na nchi nzima kujitokeza kwa wingi, kupiga kura, kwa uhuru na kwa haki siku ya 29 Oktoba 2025. Tunawahimiza wananchi wote kutumia haki yao ya msingi ya kupiga kura kwa kumchagua rais, wabunge na madiwani katika ngazi zote kwa upendo, busara na uwazi. Baada ya kumaliza zoezi la kupiga kura, tunawasihi sana wote warejee majumbani kwao kwa utulivu wa kwa bila vurugu na bila maneno ya chuki ili kudumisha taswira njema ya taifa letu ambalo ni taifa la amani. Aidha, tutaendelea kwa sala, dua na maombi, tukimwomba Mungu aibariki Tanzania, aendelee kutupa hekima, umoja na amani katika kipindi chote cha uchaguzi na hata baada ya hapo. Tukumbuke kwamba amani ni nguzo ya maendeleo, umoja ni nguvu, na upendo ni suluhisho la kila changamoto na tuombe vyombo vyote vinavyosimamia uchaguzi. Kwa pamoja, tudumishe amani, mshikamano na upendo kwa maendeleo endelevu ya taifa letu. Mungu ibariki nchi yetu ya Tanzania na asanteni sana kwa kusikiliza. Sheria zinawekwa ili kuimarisha mfumo wa utoaji wa haki pale haki inapokosekana, pale wajibu usipokuwepo, ndipo misingi hiyo ya kisheria inafanya kazi ili kustawisha haki na upatikanaji wa amani katika nchi yetu. Mwisho, nimalize kwa kusema amani inapotoweka, au opposite ya kutokuwepo kwa amani ni uwepo kwa vurugu, uwepo wa vita lakini viongozi hapa, nimesikia mkisema katika vita siku zote hakuna mshindi. Yako mataifa makubwa yalidharau mataifa madogo, wakaingia kwenye vita, leo tunashuhudia, mwaka watatu wanapigana, rasilimali fedha, rasilimali vifaa, watu wanakisha, lakini hakuna nishi mwisho wao wenyewe wanasema tusaini mikataba ya amani, wanarudi kule kule katika misingi ya ujenzi wa amani. Kwa hiyo sisi kama taifa, kama wanamwasa, hatuna haja ya kufika huko, kwa sababu hakuna faida ya kufanya hivyo. Lakini nimalize kwa kusema wazi, naibu waziri mkuu na anamsema unaosema watu ni wale wale, sisi hapa tuko katika ukumbi huu, wengi ni viongozi wa dini. Kwa parenda kama nchi ya kidemokrasia, kwa tunapoingia katika uchaguzi wa mwaka huu, mtu yote ambaye ni Mtanzania na zaidi ya miaka 18 ana uhuru wa kutendea wa kusimama haki yake ya kidemokrasia kwa kujichagulia kiongozi ambaye anaona ya, ya kwamba anafaa kwenye sera za kweli anayeweza kulisaidia taifa hili, na mtu ambaye ameprove kwa sababu ya matendo na mwenendo wake ya kwamba anafaa kutuongoza. Kwa hiyo, niwataka viongozi wenzangu na wananchi wote wa Tanzania, popote pale mnapolisikia ya kwamba tutumie uhuru wetu kwa kutumia fikra sahihi, kwa sababu uhuru wa kweli ni mimi nipate nafasi ya kumteua mtu ambaye ataniongoza na mtu ambaye ninasadiki ya kwamba nikimpa nafasi hiyo kwanza, ana vitu vya kuonyesha amevifanya, lakini pili, msingi na sera fikra zake zinatekelezeka na zimetekelezeka. Uhuru huo tunawajibu wa kuutumia tunapoendea uchaguzi. Jambo la pili, sisi tunacheza pamoja katika nchi moja iitwayo Tanzania, ndugu yetu Bwana Said Muhammad Mtanda Mheshimiwa, mi niseme mzalendo, mzalendo wa kweli ambaye kwa hakika Watanzania wala Mwanza, Kanda ya Ziwa, tunapofanya zoezi hilo la kupiga kura, tunapowasisitiza watoke, basi tuhakikishe kila mtu anayelinda hiyo amani anashiriki katika upendo wa Watanzania na anafanya zoezi la haki yake ya kupiga kura. Tanzania yetu iendelee kusimama katikati ya mataifa. Tanzania yetu iendelee kulea imani zote za dini. Nchi yenyewe na serikali yenyewe haina dini, lakini imeruhusu amani, imeruhusu uhuru mkubwa wa watu wa dini zote, imani zote, tofauti zote, kuendelea kumwabudu Mungu wao kwa amani. Watu wengi wanazidi kujifunzana hapa. Jina naitwa Sheikh Amani Musa Mauba mwenyekiti wa kamati ya amani wilaya Nyamagana. E, kuelekea Oktoba 29 kwanza nataka kusema kuwa kongamano letu limefana kwa sababu wale wote tuliowaalika kwanza wamekuja na pile ume respect wameonyesha jinsi gani, kulikuwa kuna haja ya kongamano kwa sasa. Makongamano kama haya ni muhimu sana. Nyewe waandishi wa habari mnajua yale yanaendelea, dondoo mbalimbali zinazosemwa, mambo yanayosemwa. Kwa hiyo tumekaa hapa, tumewaambia wananchi wa Mwanza na Tanzania kwa ujumla kuwa amani kwanza, mingine yanafata. Bila amani hakuna kitu, tusidanganyani. Tumeona juzi Kenya, eh, watu wamefanya maandamano wamekufa wameharibu mali, lakini mwisho wa siku wanasiasa wamekaa wamezungumza wameelewana. Naweza kuuliza mwandishi wa habari, hawa walioandamana wamepata nini? Hawa waliokufa wamepata nini? Walemavu wamepata nini? Vijana zaidi ya mia mbili wamekufa Kenya, sasa nini hii? Eh, panapo palipo na mazungumzo, lolote linawezekana, watu wakae chini wazungumze. Hii nchi ni yetu, eh, hakuna kusema mwenye nchi ni nani? Hii nchi ni yetu, watu wajue kwanza hilo. Alafu kuna uhai na maisha baada ya uchaguzi. Tunawasihi sana waumini wetu, tunawasihi sana wananchi wende wakapige kura, wakimaliza kupiga kura warudi manyumbani, wasubiri matokeo. Hatuwezi wasu kuwa na rais watano kwenye nchi moja, huo hamna utaratibu huo. Sisi tunasema tuna amani kwa sababu yanayotokea kwa wenzetu tunayaona. Ha, shida zinazokuja tunawaona, kina mama na watoto, watu wanakufa yaani, mtu ambaye anaandamana kisha akaja akavunjwa miguu analipwa na nani? Baada ya hapo tena, mtu wakati mwingine anakuambia maneno kama haya, mke wake yuko nje ya nchi, watoto wako nje ya nchi, halafu anasema anahamasisha. Ah, sisi tunasema Watanzania ni watu wenye uelewa mzuri. Tunawasihi waumini wetu na wasiokuwa waumini wendi wakapige kura wakimaliza hadi nyumbani, kwa sababu ukishapiga kura ukirudi nyumbani, maana yake wewe uko salama, hakuna wakufata nyumbani kwako tena kuja kukuvunjia kukwambia kwa nini hayupo. Lakini kitendo chapiga kura kisha ake, mnaweka genge hapo, mnataka kufanyaje? Kuvamia kituo? Haiwezekani. Kwa hiyo ndio lengo kubwa la hili kongamano, kuwahamasisha waumini wetu wakapige kura wakimaliza warudi majumbani na wakishakaa majumbani wasikilize matokeo wayapokee. So, wanashindana, lazima kuwe na mshindi. Kwa hiyo tuna nasihi sana viongozi wetu na kila mmoja ampelekee ujumbe mwenzie kuwa mama yetu ni Tanzania. Hatumwezi, hatuwezi kumvuruga huyu hatuwezi kumvuruka kwa sababu, kama sisi nchi zote majirani fujo zao tumeziona. Na sisi, mimi hapa nilipo na miaka 62, na wake na watoto na wajukuu, uh, unaniambia mimi hawa wake zangu na watoto wangu nawakimbiza wapi? Mimi nitakaa nyumbani waje kufanya wanalotaka, lakini kwa nini sasa? Kwa hiyo tunawasihi, wewe mwandishi wa habari usiwi chanzo cha kuvunika amani, mimi shehe nisiwi chanzo cha kuvunika amani, huyu mwalimu, sote tusimamie amani. Huo ndio ujumbe wetu kwa hili kongamano.